wakili bonifasi anyisile mwabukusi katika ukurasa wake wa facebook wanaandika kwamba wabunge wa bunge la jamhuri ya muungano wa tanzania wasione wivu bunge la ulaya kuwasemea wananchi kwani wao wameshindwa kujishughulisha na haki na usalama wa wananchi asema kwa mujibu wa katiba ya jamhuri ya muungano wa tanzania ya mwaka elfu moja mia tisa na sabini na saba na sheria ya haki kinga na madaraka ya bunge sura ya mia mbili na tisini na sita moja utangulizi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 mbalimbali mbali, bunge udhibiti na kuhoji uendeshaji wa shughuli za serikali kwa lengo la kuhakikisha wa wajibikaji kwa wananchi. pili nukta tatu nasema kuidhinisha bajeti. Bunge hupitisha mpango wa maendeleo ya taifa na bajeti ya serikali kila mwaka. pili nukta nne nasema kujadili taarifa ya CAG. Bunge hupokea kujadili na kutoa maelekezo kuhusu taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kama ilivyoainishwa katika ibara ya 143 kifungu cha 4. 2.5 nasema kuthibitisha viongozi na baadhi ya viongozi wakuu hususan waziri mkuu baada ya kuteuliwa utakiwa kudhibitisha kuthibitishwa na bunge. 2.6 nasema kuridhia mikataba ya kimataifa, nasema mikataba ya kimataifa inayohitaji kuingizwa katika sheria za nchi lazima iridhiwe na bunge. Namba tatu, hadhi, kinga na madaraka ya bunge. 3.1 hadhi ya bunge ibara ya moja ya katiba. Anasema bunge lina mamlaka ya juu kabisa ya kutunga sheria na majadiliano yanayofanyika ndani ya bunge hayawezi kuhojiwa wala kushitakiwa mahakamani. 3.2 kinga na madaraka ya bunge sheria ya sura 296. Anasema kinga ya kikatiba wabunge hawawezi kushitakiwa kwa maoni, taarifa au kura waliotoa ndani ya bunge.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 ameandika jambo hili katika ukurasa wake wa Facebook akisema, wabunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wasione wivu bunge la Ulaya kuwasemea wananchi, kwani wao wameshindwa kujishughulisha na haki na usalama wa wananchi. Wewe mtazamaji, una maoni gani kuhusiana na jambo hili? Karibu.